Ugomvi ulianzia kwamba kuna wale wanamgambo Israbola iz Israbola wakawa wanaishambulia nani? Israel. Israbola watu wao wanaowasapoti kwa kila kitu ni nani? ni Irani. Israeli anapigwa pale pale. Kivu, karibu tena mtazamaji wa Dudubaya TV. Asante sana kwa we ambao umeendelea kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. Ukiingia ukaandika official Dudubaya unampata instagram vile vile ukiingia TikTok unampata kule kwa maneno kuntu, unaweza ukawa nayapata. Sasa kubwa zaidi, uh, tumepitia pia kupitia komenti zenu ambazo mmekuwa mkikomenti kupitia uh, YouTube, tumeona watu wengi sana wamemtaka uh, brother Konki aweze kuzungumzia uh, vita ya Israeli na Irani ambapo mpaka um, sasa hivi tunazungumza, ni kwamba Marekani ni kama wanamsaidia Israeli kwa sababu nao walituma makombola. So watu wengi wakawa wametamani uh, kufahamu chanzo, kufahamu kidogo uh, feedback kutoka kwa Dudu Baya. Nikukumbusha kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. I go by the name JS na niko na Dudu Baya. Yeye mwenyewe anakwambia anajizima mwenyewe anajiwasha mwenyewe, na mimi naweza nikasema najizima mwenyewe najiwasha mwenyewe. Dudu Baya najizima mwenyewe na hmm, jiwasha mwenyewe hakuna wa kunizima. This is Members 24, na hii ni Dudubaya TV. Karibu sana JS. Asante sana bana. Uh, video zinaenda comment nyingi sana kuna baadhi ya watu wakasema bana, bora mgeita Members 24, sio Dudubaya tv <laughs> No, unajua sisi tunasikiliza watu wana dimandi hey, kitu yani, na ndio maana duduba 24 tv si bado ipo hey. Lakini kule tumeipumzisha kidogo kwa sababu hmm, toka mwaka jana inakimbiza hmm, na kwenye TikTok na Instagram ni hiyo duduba eh, Mambas 24 hmm. Lakini kuwa na tv tatu ni JS tunashindwa, tunaweza bwana. Kwa hiyo tunahitaji <laughs> nilianzisha Mamba 24 TV kwahiyo mm. inahitaji kikosi kazi mm. cha, cha vijana ambao wanaenda mitaani wanakuwa msoma Arusha mm. wapi wapi country wide mm. kwa ajili okay, ya kutafuta habari eh. lakini sasa hii Duruba TV mm. tunakuja kwa mastori mm. yaliyowahi kutokea yeah. na naotokea weza ukawa na TV nne halafu zinarusha aina moja ya content haiwezekani. Sawa bana, kwao mtakuwa mmeelewa kwao kuyo... Mka, mnaweza mkakaa mkijua kabisa kwamba komenti zenu tunazipitia, na uh, watu pia wanatamani kuona uh, tukiarika uh, wasanii mbali mbalimbali ambao ni wazamani, na nikawa nimewajibu. Kuna baadhi nimewajibu pia kupitia koment nikawambia bana e, lazima tutawaleta kwa sababu Project ndio imeanza ndio ina mwezi tu jamani. Hata mwezi, hata mwezi hatujamaliza bwana. <laughs> yeah, hiki kipindi, hiki kipindi. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, uh, watazamaji nafikiri uh, paka tumeanza hii project kuna vitu vingi vizuri ambavyo vinakuja, kwa hiyo mm. stay tuned, subscribe, ndio kwanza tuna 10k saizi kupitia YouTube channel, lakini pia ukiingia TikTok tuna zaidi ya watu 30. Uh, Instagram ndio bado tunasuasua jamani, Instagram andikeni Dudu Baya official huko mka follow ili muendelee kupata update mbalimbali. Sawa, moja kati ya kitu ambacho pia Dudu Baya watu wametamani kuzungumzie ni hii story ambayo nimefungua hapo mwanzo nikazungumza, uh, ni story ya vita ya Israeli pamoja na Iran. Nikasema nitakuletea, na wao kasema bana unaweza kuzungumza chochote. Tuambie uh, kile ambacho uh, umekifuatilia na kile ambacho unakifahamu kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kati ya Irani pamoja na Israeli. Ah ni ni unajua, mm. sisi Afrika mm. serikali zetu hakuna serikali inayowaza Tanzania ipigane na Kenya au Kenya ipigane na Komoro mm. au Uganda ipigane na, na Somalia. Kwa nchi za Afrika, hilo hayo mawazo hayapo mm. inaweza tu ikatokea vita ya ndani kwa ndani kama inavyoendelea Sudani kusini na Sudani yenyewe wenyewe mm. kwa wenyewe mm. kwa Afrika hivyo vita vinatokea mara kwa mara hata waliomua mm. madarakani, Gadafi likuwa ni wa Libia wenyewe. Umeelewa vizuri mm. kwa wenzetu kule mbele tunasema tunasemaga kwamba wanaoitawala dunia au mataifa makubwa aliyofanikiwa mm. investment yao kubwa watainvesti vitu vyote lakini wame investi hasa kwenye silaha kwa maana ya kujilinda na kuuza silaha mm, na haya mataifa makubwa duniani yanakuwa na silaha alafu, zikikosa soko, wakolazi kuchonganisha nchi na nchi wapigane, ili wao wauze silaha. Okay. Wako kimasilahi zaidi kunavyoona. Hata vita ya, ya, ya, ya Urusi na Ukraine pale silaha zinauzika Zelenski pale Ukraine anadaiwa mpaka sasa hivi yeah, mabilioni ma ya dola, apewi zile silaha bure. Kwa hiyo Jerumani, si Ulanda, nani Uingereza, si Marekani wanafanya biashara, na kuna wengine kule wana silaha zao, lakini zimekaa kwenye maghala hawajajitesti. Kwa kwa hiyo kwenye vita yako ndo wanatesti mitambo <laughs> okay, shana. Kwa hiyo yeah, mataifa ya huko yameinvest kwa hiyo wana wataalamu ambao ni ku create mabomu mapya. Wakiona Mrusi leo ana bomu hili, ana kombora hili. Marekani nayo inajipanga iwe na kombora linaloshinda makombora ya Urusi. Mjerumani na anajipanga awe na makombora mazito kuhusu Mwingereza. Kwa hiyo wanaviziana wao kwa wao. Kwa sababu ya nini? Na hivi vita vyote vinatokea kule kwa sababu ya kuwashwawashwa kwa sababu wana silaha. Afrika sisi hatuna hata viwanda vya kutengeneza silaha nzito. Kila silaha tukitaka tunaagiza kwao, majamaa ya iza, tuwape madini, tuwape mafuta, wao watupe silaha. Na silaha wanazotupa hata wataalamu wetu wa kijeshi hawezi hata kuzi, kuzi, kuzitumia. Wanahitaji tena wataalamu waliotuuzia waje Tanzania kutufundisha, au tupeleke wataalamu kule wakafundishwe. Na ndio maana unaona vita ya Mrusi na Ukraine, wataalamu wote wa kivita wale, wanajeshi wa Ukraine hawajui kutumia zile silaha Zinazotolewa na Marekani na Uingereza na Ujerumani. Kwa hiyo pale Waingereza wako pale, Wajerumani kuwafundisha namna ya kurusha roketi, kurusha nini, kurusha nini. Kwa na wale wanalipwa pesa na serikali ambayo inahitaji huo msaada. Mwisho wa siku vita imeisha, serikali inadaiwa, nchi inadaiwa pesa kibao. Umeelewa sasa? Mm. So Tanzania si tunaagizaga tu hizi silaha tu. Ah, sio Tanzania, Afrika. Silaha hizi za kawaida. Mm. Ushaelewa vizuri. So nikija sasa vita ya, ya, ya, ya, nani ya Israeli na Iran na mm. Hawa ni maasimu muda mrefu. Kwanza Marekani huwezi ukamwambia kitu chochote kuhusu Israeli, mm. Yaani ukigusa Israeli umeigusa Marekani, kwa sababu Marekani inamtegemea Muisraeli pakubwa, wataalamu wa silaha, yani sekta zile muhimu zote ni Wayahudi. Kwa maana ya Waisraeli, wale ni Wayahudi walivyokuwa watumwa Misri kwa, kwa Farao, akatumwa Nabii Musa kuwavusha watoke kwenye utumwa. Walivyofika Kanani, ndio Mwenyezi Mungu akaja kuanzia wanateswa na Farao. Walivyofika Kanani, ndio Mwenyezi Mungu akasema, kuanzia leo na wabatiza nyinyi mtaitwa Israeli. Ndio ile jina la Israeli kavuma, lakini nchi yao before ni nini? Kanaani. Mm. Ngo likawa taifa teule la Mwenyezi Mungu. Kwa sasa Mwisraeli ana maslahi makubwa na ndio maana vita vya Palestina na Israeli ameegemea Israeli kuliko Palestina. Hata ule ukuta ukingo wa Magharibi kaujenga nani? Marekani. Marekani. Irani na Marekani ni maji na mafuta azivii. Mwisraeli na Irani hazivi. Kwa Marekani lazima akae nyuma ya nani? Ya Israeli. Na Marekani na Irani hazivi mm. na na mm. kwa sababu Marekani akiona tu taifa lolote lina mitungi au lina vinu vinu vya nyuklia, Marekani lazima akutafute usiku na mchana kwa sababu anaogopa kupigwa. Kwa hiyo wewe ukiwa na nyuklia nyingi, Marekani eiza atake ushikaji au akutafute kwa namna yote ile, akuvamia, akutandike, aharibu ile mitungi uwe tupo, sababu yeye anataka kuitawala dunia. Na ndio maana kama unakumbuka utawala wa wa utawala wa Clinton, kaja utawala wa Clinton, utawala wa Obama si ukaja hapo, uh, Trump ule wa kwanza mm. miaka mine mm. ulikuwa unaona watu wa, ndio aeka ya, ya mm. yaani, kuhusiana nini na mitungi na hiyo hiyo vinu kwa sababu ya nuclear. Lakini taifa <laughs> duniani lenye mitungi au lenye vinu Mm, vingi vya nyuklia kuliko taifa lolote ni mrusi Marekani, mitungi michache. Hivyo vinu vichache, mm, mlusi kuliko taifa lolote. Lolote. Na do makombora mazito lolote alina apa duniani. Kwa mlusi kwa zo, na kwayo mrusi kwa ile silaha alizonazo na nyukia lionayo ulaya yote ile sababu yuko nayo jirani sababu ukitoka tu Ukraine au umeingia Poland, umeingia hapa Finland, hapa unaiona Sweden, Denmark hapa yani Ulaya yote ile, Mjerumani huyu hapa akipiga kombora moja au mawili, ile Ulaya yote iko wapi? Iko chini. Na ndio maana nao walikuwa wanamtafuta wakishiana Marekani waweke NATO wapi? Ukraine, ili wao Ukraine awe ukuta wao asivuke Ukraine kwenda kuwatandika wale ndio mrusi akashtukia akawai fast kumpiga Ukraine, na sasa hivi kashachukua maeneo kibao, ambao Donald Trump amesema mrusi hawezi kuirudisha hiyo mikoa hiyo mikoa aliyochukua Putin hawezi kufanya nini, hiyo ndio imeshakuwa Urusi. Umeelewa mm. vizuri mm. kwa sasa tukija hivi vita vya Israeli na Iran mm. ugomvi ulianzia kwamba kuna wale wanamgambo iz, Izlabola mm, mm. si ndio mm. wako kuna milima fulani wapo pale sasa wakati hivi vita vinavyoendelea vya Israeli na Palestina wanachapani hii mpaka sahivi inaendelea mm. Izlabola, wakawa naishambulia nani, Israel wakapiga. Kwa hiyo Mwisraeli akawa yeye anapiga Palestina huku nyuma tena anapigwa Izlabola. mm. Izlabola, watu wao wanao wasapoti kwa kila kitu ni nani? Ni Irani mm. huku tena pembeni kuna nani? Kuna Siria Siria na na Iran ni kitu kimoja. Kwa hiyo Israel, ndo maana hii vita mpaka Israel Israel anapigwa pale pale kivu, maana yake Israeli yuko pabaya, ambapo ilikuwa sio rahisi Mwisrael kuguswa pale kivu. Ndo maana dunia imeshangaa. Na kwa nini dunia inashangaa? Ni kwa sababu sasa hivi kila mtu ana uwezo wa kutengeneza silaha sila. Marekani alijiamini, hakuna kombora za likafika hapo, kwa sababu yeye anapigana vita vya mbali, yeye kwaka ametulia, hataki kuguswa, lakini saivi ka panki kale, maana ka Israel like yeah. <laughs> yeah. na Iran na hapa walipopigana hapa paka Iran kapeleka mashambulizi mpaka kivu, sio sio, sio kitoto, kitoto. Mm. Mwisraeli anapiga anafika ilani sio kitoto. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu ana silaha nzito, kwa hiyo hawa vita vyao wanawashowoshwa na silaha. Kama mimi nikuulize hivyo, ukikata baje yes, mi na bastola na na wewe una bastola, nani anayejifanya babe babe sana? <laughs> Mwenye bastola. <laughs> <Yes>. <laughs> Kila yani eh, umeshaelewa. Mm. Mm. So sasa hilo mm, uh, ndo tunakuja kwenye maisha ya kawaida ambapo nafananisha hata kwenye sasa, ni yafananisha kwenye Bongo Flavor. Kipindi cha nyuma kuna producer, walikuwa wanaambiwa studio na wale maadui zangu maadu kwamba ukirekodi tu na Duduba hatutapiga nyimbo zote. Mm. hatuta zote. Mm. Wa walikuwa mm. mm. uko na na Dudubaya umemposti, hatupigi nyimbo zako Hmm. Shanaelewa? Hiyo ni mifano hai kama hivi vinavyoendelea duniani hmm. Sasa ninaposema kwa nini ni mifano hai inayoendelea duniani kwamba hmm. usikubali kwenye maisha yako, kama una akili timamu. Mimi nifuatwe na mtu niambie, usiwe na JS, usifanye kwenye Dudu TV na JS, wakati mimi sijaona matatizo yako alafu na mimi nikaitikia, maana yake mimi sina akili Dudubaya hajawahi kukukosea, hajawahi kukufanyia ubaya wote. Unaambiwa usifanye kazi na Dudubaya. Na wewe unakubali. Mwisho wa siku waliokutuma watakugeuka, watakutandika. Ni sawasawa ugewe silaha kamue os, alafu a umegewa, wewe unamshuti tu. Tayari wale jamaa wenyewe wako nyuma yako wanakushuti. Kupoteza nini? Ushahidi. Sasa watu wakumbuke miaka ya nyuma. Mm. Marekani alijipendekeza na kumsaidia kum, sana Iran, akawa swaiba hmm. Kipindi ya vita ya Marekani na, nani na Saddam Hussein Iraki, wakati Iraki ni jirani yake na nani na Iran, kwa kupumbwaza huyu Mwarabu Iran akajiona yeye ndio bora kwa nani, kwa Marekani walijua misaada aliyokuwa nagewa labda silaha au nini, wakamsaliti jirani yao nani, Saddam Hussein, kwa maana ya Iraki. Marekani kama nilivyosema, anapigana kwa mbali, nchi yake isiguswe mm. makombora yote ya kivita yaliwekwa wapi? Kwa hiyo marekani alipopewa bezi mm. au uwanja, akaweka silaha zake pale na majeshi yake ndani ya nini ya Irani, sawa mm. waka wakawa karibu na Iraki kumtoa Saddam madarakani mm. Alianza baba George Bush. Hmm. Hmm. Saddam. Saddam. Ambeni, George Bush akachemka mpaka akatoka madarakani mm. Kamshindwa nani, Saddam alivyokuwa powerful akaingia mtoto ambaye ni George Bush ndo akaenda kumua Saddam kwa kuambia Wairaki wa mnyonge. Nafikiri kila mtu alishuhudia, hmm. na kila mtu alisikitika. Irani anaona poa tu, wakati ule ni Mwarabu mwenzake. Sasa hivi kinachomtokea ni kitu gani? He. Sasa hapo wakati kinamtokea uh, si Marekani kashambulia kwa sababu yani, Marekani kaishambulia Irani mm. uh, kumsaidia Israeli, yes. sindio? yes. Sasa naona nimeona, uh, Wamarekani ni kama wanaandamana kwa sababu wanahofia, kwa sababu Irani ametoa yani, ametoa hilo tishio, na kama tishio atalitimiza maanake atalipiza kwa yes. mujibu wa maelezo ambayo Iran wameyatamka na Irani na, na, na Marekani mm. sio tu kwenye hii sasa hivi ya Israel mm. Kumbuka Marekani walimuua kamanda mkubwa sana mm. wa Irani kwa droni, kwa sababu sasa hivi Irani na, na Iraki mm. wamesha rudi kwenye mahusiano mm. Lakini bado Irani iko chini kiuchumi, kwa sababu ilivurugwa kinini kivita na hapo pembeni Saudi Arabia walikuwa wana mahusiano mazuri na Iran. Sawa. Mm. Ubalozi wa Saudi Arabia ha, haupo na wapi? Iran na wa Iran haupo wapi Saudi Arabia. Mwaka jana tu hapo wakati wa vita hivi vya Ukraine na Urusi walipatana, sasa hivi wana mahusiano mazuri ya ya kidiplomasia. Umeshaelewa vizuri? Na Iran na Iran na Iraki wako wako fresh. Kwa hiyo toka ameuawa yule komando ule mkubwa wa majeshi kwa drone shana ya Marekani, Iran alitaka kupiga ubalozi wa, ubalozi wa, wa Marekani South Africa na Marekani akashtukia akasema ole wako ukipiga tu ubalozi wetu South Africa, si tunamaliza. Kwa hiyo Irani yuko kwenye, tayari kwenye system, wanamwinda Marekani popote pale. Kwa hiyo hawa watu wanawindana kwa hiyo Israeli na Iran haziivi kwa sababu Irani anawasapoti israbo au maro, nani wanamgambo wa islabo shanaelewa, sasa hmm. Kwa hiyo ni vita kwamba islabora wapo wapo, kati kwa ajili ya kumkingia ukuta nani, hmm. Irani. Kwa hiyo umeona sasa hapo, kwa hiyo kwa hiyo ni kwamba usikubali kwenye maisha yako, hmm. kuambiwa kwa kwamba tunampiga huyu jirani yako si, wale wale watakuja kugeuka na wao, ndo watakua. Ndo hicho kinachomkuta kinachomkuta Iran hapo e, tukibaki hapo, unavyoziona unavyo na unavyoona uh, mwenendo wa vita hii kati ya uh, Irani na Israeli na mpaka Marekani naye kasogea, unaona hii, ni vita ambayo inaweza ikawa kubwa zaidi, kwa sababu kuna komenti baadhi ya watu ambazo wanahisi kama huenda uh, sasa uh, dunia ikaja vita nyingine ya dunia kwa sababu kinachotarajiwa ni vita mm. ya tatu ya, ya dunia mm. Na vita ya tatu ya dunia ikija kutokea, kwa historia kabisa ukisoma sana mm. ikiisha hiyo vita, atakaye kuja kuituliza hiyo vita atakuwa ni uj... kurudi kwa Yesu Kristo mm. ndio ilivyoandikwa, ndo anakuja kuituliza. Na hiyo vita ya tatu ya dunia itachukua miaka na ndio maana hata Donald Trump alivyotembelewa na rais wa Ukraine alimfukuza Ikulu mm. na chakula chake, akawaambia akawapa nani waandishi wa habari kaambia, toka zako wewe, unataka kutuletea vita ya tatu ya dunia. Hapo ukuone kwenye vyombo vya habari niliona. Zelenski alifukuzwa Ikulu kwa aibu, kwa sababu alienda kuomba msaada na waliokuwa wanampa msaada Zelenski ni serikali ya Joe Biden na Kamala Harris, kwa maana ya chama cha kina Obama, Demokrati. Republican ndio akina Trump hawataki hivyo vitu wao wanataka vita visiwepo hapa. Na ndio maana hapa Iran na Israel wameshambuliana. Nimeona Umoja wa Mataifa kibao wako Uturuki wanajadili hiyo vita. Naona mpaka sasa hivi hakuna kinachoendelea, si ndio? Labda mkutano utaleta utaleta majibu ya amani. Okay. Kwa sababu pia hivi vita elewa kuna umoja ambao unaitwa BRICS. Unaujua umoja? BRICS. mm. BRICS. mm. Kirefu chake B ni Brazili. mm -hmm. Ala ni Rasia. mm. sawa mm. Alafu I ni India. mm. Alafu C ni China. Esi mm. ni South Africa. Huu ndi uliundo umoja, na ndio maana hata Putin alivyokata bomba la mafuta kwenda Ulaya na gesi kwenda Ulaya, gesi anamuizia India na Mchina. Kwa hiyo nchi za Ulaya sahivi, gesi na nini, wanaifata wapi? India, kwa gharama kubwa kwao. Ndo umoja wa BRICS, na umoja wa BRICS sahivi, ukiingia hapo kwenye Google, zimeshafika nchi kumi. Umoja wa nchi za Kiarabu umeshajiunga zote hizo nchi zenye mafuta. Ethiopia imeshajiunga, Egypt, Misri, kwa maana ya Misri imeshajiunga. Mshanawa zimeshafika nchi ngapi? Kumi, na Saudi Arabia ilikuwa inatarajiwa kujiunga sasa tukija umoja wa nchi za Kiarabu, maanaake namaanisha na saudi Arabia, hivo si ndio? mm. na Marekani alikuwa apendi sana saudi Arabia wajiunge na kina Putin, lakini kama umoja wa nchi za Kiarabu umeshajiunga kwenye, kwenye BRICS tayari ni umoja mkubwa, na ndio maana kwenye hivyo vita tu, Donald nani, Putin amesema, niliwaambia Irani watukabidhi hiyo anga yao tuilinde, kama ambavyo alilinda anga ya taifa la Burkina Faso alivyomwalika rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwenda kwenye zile sherehe za mashujaa Urusi. mm -hmm. Akamwambia Trump, mimi nikiacha nchi hapa hawa jamaa wa France wanaweza katandika muda wote hapa. Kaambia usiwe na wasiwasi, na usitumie ndege yako na kutumia ndege yangu. Mimi nafikiri mliona, na anga yote italindwa na sisi mpaka unarudi kwa anga ya Burkina Faso kwa, kwa, kwa, yani kwa sababu wenzetu sisi hawagombani zile vita za hizi <laughs> e, za chini hizi za kuumizana magoti <laughs> za, za e. ya. ndege <laughs> e. Yani e. wanapigana kwa, drone. Kwa, kwa drone. Ndege inaenda bila rubani mm. Walishatoka huko yani ndio maana wanahitaji ulinzi mkubwa sana wa anga wa anga, na ndio maana hata wakati wanampiga nani Gaddafi ni baada ya ule mjinga ule waziri wake kula na saini mikataba Ulaya, Marekani, akawapigia simu ma, baadhi ya makomando wanaohusika na anga la Libya ili wakate anga mawasiliano, kwa sababu maana yake anga unakuona kinachokuja, kinachokuja, kwa hiyo unakipiga kabla kijavuka, kwenye kinapotelea juu kwa juu, huyu anarusha na huyu anarusha, vinaumizana juu kwa juu, vitu mfano makombora kama a tunaosema ya droni ndege za, za, za, bila rubani mfano zikija kutua kaliakona posta yote inakuwa chini mm. waliopo wote wanakufa, ndo hizo mashambulizi yake zinadondosha magorofa na kila kitu. Kwa hiyo unahitaji strong hiyo rada anga ulinzi uwe imara zaidi mm. yes. mm. usiku na mchana 24/7 watu wamekaa wanaangalia. Hata Tanzania hapa anga yetu tunaona mipaka yetu mm. ushanaelewa Kenya kirusha kombola tunaliona kwenye maji umo, unijue kuna mipaka unaona, hii bahari inaenda mpaka Ulaya huko, lakini bahari kama inaenda mpaka Moroko kuna mpaka kwamba hapo umeingia Moroko, hapo umeingia mm -hmm. Tanzania meli ikivuka huku au wavuvi wa Moroko wakiingia Tanzania wanakamatwa na Tanzania mm -hmm. Wameingia bila nini, kibali mm -hmm. wanahitaji kibali. Ziwa Victoria ni la nchi tatu, Kenya, Uganda na Tanzania. Kuna mipaka hapa, mwisho wa Uganda na Tanzania, hapa ni mwisho wa Kenya na Tanzania. Kwa hiyo, na kwa hiyo kuna majeshi yanayolinda ziwa au bahari, na yenyewe ina mipaka. umeelewa vizuri mm. Kwa hiyo wakamwambia Irani kuwa makini na hiyo anga, baada ile vuguvugu kuanza mwanzoni mm. Irani akapuuzia na ndio maana akaweza kushambuliwa pale pale Irani mm. Kwao nafikiri, sasa hivi kwa sababu wana huo umoja, wanakuwa wamejipanga vizuri kwenye, kwenye hiyo anga na, na, na, na kama tu, tuzungumze sasa hapa kifikra kama e...

ndio kipengele chao katika mkataba. Na ndio maana Ukraine itaka kujiunga NATO. Maana yake angekuwa tayari amesaini mkataba wa NATO bila mrusi kujua. Mrusi anavyoipiga sasa Ukraine, tayari angekuwa ameipiga NATO. Kwa hiyo nchi zote za NATO zingemshambulia nani? Mrusi. Lakini alimwahi Ukraine kabla hajasaini hajajiunga. Hajajiunga. Ah. Sio maneno mazuri. Kwa sasa hivi nchi yoyote ikishambulia Uturuki kaishambulia NATO. So waku... nchi zote zinaungana. Zinaungana kukupiga. Hmm. Sasa nao na wenyewe wameshajipanga ndio ule umoja wa BRICS. Okay. Zamani Urusi ulikuwa umoja wa kisaveti. USSR. Umoja wa kisaveti. Haya. Kama taifa kama Marekani ikiingia kwenye vita, sisi huku tuna, tunapata. Ndio naambiwa <laughs> <laughs> wakubwa wanavyopigana <laughs> au mama yeah. Na baba wanavyopigana yeah. ndani. Jikoni oto. Kutapikika <laughs> hiyo ja. vita tu ya Ukraini na, na, na, na Urusi mm. ukuona mpaka ngano ilipanda bei mm. sababu Ukraini na Urusi ndo mataifa yanayolima ngano kwa wingi duniani, hata Ulaya, kwa sababu Ulaya, maisha ya Ulaya, Marekani watu wanaishi sana kwa mkate, namaanisha unga wa ngano, skonzi, keki, shanaelewa mm. kwa sababu eh, piza mm. na kila kitu, kwa hiyo wanategemea sana ngano, na mataifa mawili yanalima sana ngano. Na ndio maana Putin akatoa, akatoa shena kibao za nini? mm. Kwa hiyo mm. vita hivi vikianza vya dunia huku hata mafuta, kwa sababu watahitaji mafuta kwa ajili ya kuendesha mitambo yao. Kwa hiyo mtaona mafuta huko kwa hiyo maskini <laughs> atapigika <laughs> tutakufa njaa, yes. Na utajiri wanaojivunia umetokea wapi? Afrika, Afrika. Afrika. Makombo yote wanazalisha na matilio anatoka wapi? Afrika, Afrika. Okay. Yeah, sawa, mi nafikiri hapo, kwa masuala ya uh, vita ya Israeli kwa uchache zaidi, watu watakuwa wameelewa ete Hey, kwa yule ambaye alikomenti, niliona kama watu watano sita hivyo wamekomenti wakasema, Dudu Baya Konki Master, tunataka uzungumzie vita ya, ya Israeli pamoja na Irani. Amezungumza, ametoa ufafanuzi mzuri sana, nafikiri tunazidi kwenda vizuri sana.